Ikigeukia spoti sasa ni kwamba timu ya Nairobi United ilirejea kutoka kipigo chao cha mabao matatu kwa sufuri dhidi ya Sofapaka na kuwafunga Bandari FC mabao matatu kwa moja kwenye mechi pekee ya ligi kuu ya Kenya iliyochezwa kwenye uwanja wa Dandora Jumanne alasiri. Mechi hiyo ilikuwa ngumu katika kipindi cha kwanza kilichomalizika kwa sare ya moja kwa moja. Timu ya nyumbani ilikuwa ya kwanza kutulia kwenye mechi na iliwazawadia bao la dakika ya tano lililofungwa na mrwanda Prince Buregea. Bandari ilisawazisha dakika tano kabla ya mapumziko kupitia Geoffrey Ojunga. Katika kipindi cha pili, Nairobi United walipewa penalti katika dakika ya 56 iliyofungwa na, na mchezaji Enoch Machaka. Amemkanyagia Machaka, wapo wawili, Shami Mwinyi Kibwana. Shami, Shami zimefika tatu. Akili ni nywele, lakini yake Shami Mwinyi Kibwana ina bleach. Ana maarifa mengi kabisa.